an... lakini vile vile ndugu zangu, kizi kiziwizi kingine cha kumkufurisha Muislamu ni al-ikrah, kutenzwa nguvu. Muislamu anapotenzwa nguvu anaweza akayataja maneno ya ukafiri, lakini ndani ya moyo wake anathibitisha imani na, ima <laughs> na jambo hili ndilo lililomtokea sahaba wa Mtume Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu, baada ya kuona baba yake mzee Yasir kauawa, mama yake Sumayya kauawa na, na washirikina, Yasir akatenzwa nguvu na washirikina akayasema maneno ya ukafiri. Baadaye akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia: ya Rasulullah, hakika mimi nimetaja maneno ya, ya, ya ukafiri ya kukufuru. Mtume akamuuliza: kaifa wajadta qalbaka, vipi uliukuta moyo wako, moyo wako ulikuwaje? Akamwambia mutma'innun bil iman, moyo wangu ulikuwa umetulizana na iman, moyo wangu unathibitisha Uislamu, lakini nilisema maneno ya ukafiri ili nijinasuwe na hawa washirikina. Ikateremka aya kwa sababu ya kulizungumzia jambo alilofanya kwamba ni jambo la sawa. Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika surati An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imani yeyote ambaye atakayekufuru baada ya kuamini kwake, naelewana, huyo basi ndo atakuwa amekufuru. Lakini Allah akafanya istithna, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule atakayetenzwa nguvu na hali ya kuwa moyo wake umetulizana katika iman, basi mtu huyo atakuwa haja kufuru, naelewana, walakin man sharaha bil kufri sadra, lakini yule ambaye atakunjua kifua chake juu ya ukafiri, faalaihim ghadhabun min Allah wa lahum adhabun adhim, basi hao ndio watakuwa na ghadhabu zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wao watapata adhabu iliyokuwa kubwa. Kwa aya hii ikamruhusu mtu kwamba unaweza ukatenzwa nguvu, lakini wanaozuoni wanaweka masharti katika jambo hili. Wanasema katika masharti, awe yule ambaye anakutenza nguvu ana uwezo kweli wa kukutenza nguvu kadhalika iwe ni ana uwezo wa kukudhuru, isije ikawa umechapwa fimbo tu kidogo ukaanza kutaja maneno ya ukafiri, au umetishwa kidogo ukataja maneno ya ukafiri. Uwe unaona kwamba kuna ishara tayari za kuuawa au mtu kumwagwa damu, na baadhi ya watu washauawa, kuna viashiria. Na yule mtu ambaye ni mwenye kukutenza nguvu ana uwezo kweli wa kukutenza nguvu, lakini ima masala ya mtu kutishiwa akawa ametishiwa tu, la hatakiwi kukufuru, anatakiwa lazimiane na haki, asiyataje maneno ya ukafiri. Jambo lingine ni tawil, wanataja wanaozuoni taawil, uh, lakini katika haya alkhata alikrah kadhalika kuna anisiani mtu kusahau, wanasema wanaochuoni katika usuli wanasema

lakin maalitilafi yathbutu lbadal, lakini pamoja na kuharibu vitu inathibiti badali. Mfano ni kweli umefanya kwa kukosea, pasi na kukusudia, lakini ukaharibu vitu vya watu utalipa. Naelewana vizuri? Utafanya nini? Unalipa vitu vya watu. Au umetenzwa nguvu, naelewana, ukaharibu vitu vya watu utalipa. Kadhalika umesahau ukafanya kukukosea, ukaharibu vitu vya watu unalipa na hapa, kuna mifano mingi ambayo wanaitaja wanaozuoni katika katika milango ya fiqi. Kadhalika jambo lingine ni ataawil, ni mtu kuwa na tawil. Tawili ni mtu kuwa na uh, tafsiri mbovu katika jambo, akawa na ufahamu mbovu, akafanya taawili katika masala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kana rajulun

Mtu huyu alikuwa amefanya madhambi mengi, kafanya madhambi mpaka amejikatia tamaa mwenyewe. Falamma hadarahu almaut, pindi alipomhudhuria mauti, alipofikiwa na kufa, mtu huyu qala libani, akawaambia wanae, idha ana mutu faahriquni, mimi nikifa tu nichomeni moto, thumma tahanuni thumma dharuni fi rih, kisha nitwangeni, yaani chukueni ule mwili wangu baada ya kuuchoma utwangeni upondeni, pondeni, kisha chukueni yale majivu yake apeperusheni kwenye upepo. Makusudio yake, mtu huyu alikuwa na tawil katika akili yake, akidhania kwamba atakapofanywa hivyo, akapeperushwa ule mwili wake, ukasambaratika na upepo, Allah hatomwona wala hatoweza kumkamata, ili amwadhibu. Kwa ko alikuwa na tafsiri mbovu Hakuelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza ndani ya Qur'ani, ayahsabu insanu alla najma idhama, anadhani mwanadamu kuwa hatutoikusanya mifupa. Hata kama uliliwa na simba, huko utakusanywa na siku ya kiyama, utaletwa hata kama ulifia baharini, lazima utaletwa siku ya kiyama. Lakini kwa sababu mtu yule alikuwa na tawil, akawaambia wanaye wafanye hayo, kisha akasema wallahi Naapa kwa Allah, ikiwa Allah atanipata mimi ataniadhibu adhabu ambayo hajawahi kumwadhibu yoyote kwa yale madhambi niloyafanya. Yule mtu alipokufa akafanyiwa vile vile alivyosema. Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha ukubwa wake, akaiamrisha ardhi iweze kuukusanya mwili wake, ardhi ikafanya hivyo, ghafla mtu yule akajikuta amesimama ni mtu mzima kabisa kisha akaulizwa, ni kitu gani kilichokupelekea wewe kulifanya jambo hilo? Kipi kilikupelekea wewe uwe na taawili kama hiyo na fikra kama hizo? qala ya rabbi mahafatuka, akasema: ewe mola wangu, ni kwa sababu ya kukuogopa wewe. Yani jambo la kukuogopa wewe, usiniadhibu, ndilo ambalo limenipelekea mimi niwe na hali kama hiyo. Faghafara lahu, Allah subhanahu wa ta'ala kamsamehi. Kwa nini alimsamehe nalewana, hali ya kuwa mtu huyo alikuwa na itikadi ya kufuru. Nalewana vizuri, alikuwa na itikadi ya kufur, alikuwa na aqida ambayo ni ya batil, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemsamehe mtu huyo. Kwa hiyo ikiwa mtu atafanya jambo la takfir, anaweza akafanya jambo la kukufuru, lakini akawa mtu huyo hajakufuru, hajafanya kitendo ambacho ni chenye kumkufurisha. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kuyatazama hayo ambayo ni mambo muhimu sana katika Uislamu kuyajua, ni mambo ambayo ni muhimu kwa mwislamu kuyajua, paadhiniwe, kisha baada ya kuadhiniwa tu tuendelee na na darasa yetu lakini